Subscribe Mzee Wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Kama mnavyofahamu, hali ya mkoa wetu ni shwari, wananchi wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida, na hakuna matishio yoyote yanayosababisha watu washindwe kufanya shughuli zao. Ndugu waandishi wa habari, mwenge wa uhuru kwa mwaka huu wa 2025 katika mkoa wetu wa Ruvuma, mbio zake zitaanza tarehe 9 mwezi Mei 2025 ambapo tutaupokea mwenge wa uhuru katika kijiji cha Igawisenga halmashauri ya wilaya ya Madaba kata ya Wino ukitokea mkoani Njombe. Ndugu waandishi wa habari, ni muhimu wananchi wa mkoa wa Ruvuma wakafahamu kuwa mwenge wa uhuru utakimbizwa ndani ya halmashauri zote nane za mkoa wetu na utakabidhiwa katika mkoa wa Mtwara tarehe 17 mwezi Mei 2025 katika kijiji cha Lumesule, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbo. Ndugu waandishi wa habari ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu ishirini na ishirini na tano unahusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na na kauli mbiu ya mwenge wa uhuru wa mwaka huu ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, kauli mbiu hii inaambatana na ujumbe wa kudumu kuhusu mapambano ya malaria ya ambayo nayo ina kauli mbiu ya zero malaria inaanza na mimi, itaanza na wewe, na inaanza na sisi sote. Lakini pia kutakuwa na kauli mbiu ya dawa za kulevya isemayo kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Lakini pia kutakuwa na kauli mbiu kuhusiana na rushwa ambayo inasema kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Lakini pia kutakuwa na kauli mbiu ya lishe isemayo afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Ndugu waandishi wa habari, Ratiba ya mbio za mwenge wa uhuru katika mkoa wetu kwa kila halmashauri itakuwa kama ifuatavyo. tarehe tisa mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Ijumaa itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Madaba na tarehe kumi mwezi wa tano mwaka ishirini na ishirini na tano itakuwa ni halmashauri ambayo ni siku ya Jumamosi itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Songea Natarehe kumi na moja mwezi wa tano ishirini na tano siku ya Jumapili itakuwa ni almashauri ya wilaya ya Mbinga na tarehe kumi na mbili mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Jumatatu itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Nyasa na tarehe kumi tatu mwezi wa tano ishirini ishirini tano siku ya Jumanne itakuwa ni halmashauri ya mji Mbinga na tarehe kumi na nne mwezi wa tano siku ya Jumatano itakuwa halmashauri ya manispaa ya Songea. Na tarehe kumi na tano mwezi wa tano 2025 siku ya Alhamisi itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Namtumbo. Na tarehe kumi na sita mwezi wa tano 2025 siku ya Ijumaa itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Tunduru kama nilivyokushasema sema tarehe kumi na saba ni siku ya kuukabidhi mwenge wa uhuru katika mkoa wa Mtwara. Ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma na wadau wote wa maendeleo wa mkoa huu kujitokeza kushiriki katika mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka ishirini ishirini na tano katika maeneo yote ambayo yatakuwa yameandaliwa. Pamoja na mambo mengine kutakuwa pia na midahalo kuhusu masuala mbalimbali yanayogusa maendeleo na maisha ya wananchi, hivyo wananchi wanaombwa kujitokeza kushiriki. Aidha, sekta binafsi na sekta za umma zinakaribishwa kutumia fursa hii ya mbio za mwenge wa uhuru katika mkoa wetu kwa mwaka 2025 ili kutangaza na kuonyesha shughuli zao kupitia sehemu za mikesha zitakazokuwa zimeandaliwa si mm -hmm. Ndugu waandishi wa habari, kama nilivyosema kuwa hii ni taarifa ya awali kuhusiana na mbio za mwenge wa uhuru katika mkoa wetu kwa mwaka 2025. Nitapata itapata pia fursa nyingine kabla ya siku ya mapokezi ya mwenge wa uhuru, ili kuhakikisha wananchi kupitia ninyi wanapata taarifa kuhusu mapokezi ya mwenge wa uhuru katika maeneo yao yeah. Nimalizie kwa kuendelea kusisitiza na kuwaambia wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba mkoa wao ni salama, shughuli za kawaida za uzalishaji na za kijamii zinaendelea. Hakuna mashaka, hakuna hofu, waendelee na majukumu yao kama, kama kawaida. Subscribe Mzee wa Jimbo TV sawa yampiga kura